Siku nyingine jukwaa la ukweli wa mambo nyuma ya pazia hii leo, tunachambua kwa kina mienendo ya kisiasa na kidiplomasia inayounda sura mpya ya Mashariki ya Kati. Wiki hii, upepo wa kisiasa umetikisa Tel Aviv na Jerusalem baada ya bunge la Israel kupitisha hatua ya awali ya mswada unaolenga kuanzisha mchakato wa kuliunganisha eneo la Ukingo wa Magharibi kuwa eneo la Israel kisheria. Ndani ya bunge mswada huo umeungwa mkono wa kura ishirini na tano dhidi ya ishirini na nne ukipita kwa tofauti ndogo lakini yenye athari kubwa wabunge wa upinzani wa mrengo wa kulia wakiongozwa na itama ben gvir na bezalel smotrich wanashikilia msimamo wao kwamba hatua hiyo ni urejeshaji wa haki ya kihistoria kwa ardhi ya mababu zao ofisi ya wa waziri mkuu benjamin netanyahu imejaribu kupunguza mvutano ikisema kuwa kura hiyo ya bunge ilikuwa uchokozi wa kisiasa unaolenga kuvuruga juhudi za amani zinazoongozwa na Marekani. Hata hivyo, wachambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati wanasema Netanyahu anatembea kwenye kamba nyembamba katika kuwaridhisha washirika wa mrengo wa kulia wanaotaka udhibiti wa maeneo yote ya like kihistoria ya Israel na kulinda ushirikiano wa kimkakati na Washington. Hata hivyo hatua hiyo inakinzana na mkataba wa amani wa Trump na kupingwa vikali na mataifa mengi duniani. Rais Donald Trump wa Marekani amepuuzia hatua za baadhi ya wabunge wa Israel kuendeleza mpango wa kurasimisha eneo la Ukingo wa Magharibi, akisisitiza kuwa Israel haitafanya chochote kuhusu Ukingo wa Magharibi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, ambaye yuko nchini Israel akisimamia utekelezaji wa mpango wa amani wa Gaza ameonya wazi kuwa harakati yoyote ya kuelekea urasimishaji wa eneo la ukingo wa magharibi itasababisha kuvunjika kwa mkataba wa Misri unaolenga kumaliza vita na kudumisha amani na utulivu mashariki ya kati. Na nukuu kauli yake: tuko macho, hatua kama hizi zinaweza kuharibu misingi ya makubaliano ambayo tumeyajenga kwa umakini mkubwa, mwisho wa kunukuu. Kwa upande wake makamu wa rais wa Marekani JD Vance hakuficha hisia zake akiwa Tel Aviv. Ameeleza kuwa hatua hiyo ya wabunge wa mrengo wa kulia ni mchezo wa kisiasa usio na hekima unaoweza kudhoofisha uhusiano wa Marekani na washirika wake wa Kiyahudi. Vance ameongeza kuwa Rais Trump ameeleza bayana, ukingo wa magharibi hautaunganishwa chini ya sheria ya Israel. Hilo ni jambo lisilojadiliwa. Nje ya mipaka ya Israel, sauti za upinzani zimekuwa kali. Saudi Arabia, Indonesia, Uturuki na mataifa mengine kumi na tatu ya Kiislamu yamelaani hatua hiyo kwa pamoja, yakisema ni uvunjaji wa sheria za kimataifa na kikwazo kikubwa kwa amani. Jumuiya ya nchi za ukiarabu na shirika la ushirikiano wa Kiislamu OIC zimetangaza kupinga vikali hatua hiyo. Kwa upande wa Marekani, wachambuzi wa diplomasia ya White House wanasema hatua hii inaweza kuvuruga mwelekeo wa amani uliowekwa chini ya mpango wa Trump, mpango unaotarajia kusogeza mbele mazungumzo ya ujenzi mpya wa Gaza na hatimaye hatua za awali kuelekea taifa la Palestina lenye uhuru wa kudhibiti mambo yake. Wadadisi wa masuala ya kimataifa wanaona mfutano huu kama jaribio la kupima ushawishi wa Marekani katika Mashariki ya Kati baada ya miaka miwili ya vita. Wengine wanaona ni mbinu ya kisiasa ya ndani ya Israel kulinda ushawishi wa makundi ya mrengo wa kulia huku Netanyahu akipambana na changamoto za kisiasa za ndani. Lakini nyuma ya pazia ni vita vya maamuzi kuhusu mustakabali wa mpango wa amani wa Trump, ushirikiano wa Israel na mataifa ya Kiarabu, na uwezekano wa Saudi Arabia kujiunga rasmi na Abraham Accords. Kwa sasa macho ya dunia yanamulika Tel Aviv, Washington na Riyadh, yakisubiri kuona endapo onyo la Marekani litatosha kuzima moto wa kisiasa unaojificha chini ya majivu na kufukuta ndani ya bunge la Knesset. Tunahitimisha jukwaa la ukweli wa mambo nyuma ya pazia tukiamini kuwa nyuma ya kila tukio kuna nguvu za kisiasa, ushawishi na diplomasia zinazojenga mustakabali wa Mashariki ya Kati yenye amani na ustawi kwa wote. Hatima ya amani, utulivu na uwezekano wa taifa huru la Palestina inategemea mizani ya busara za kisiasa, diplomasia makini kwa pande zote husika. Hatua moja isiyo na hekima inaweza kubadili mwelekeo na kurudisha nyuma mwanzo mzuri uliokuwa umeanza kujengwa. Maamuzi yenye busara katika suluhisho la mgogoro huu ndio nguzo ya matumaini na uthabiti wa kikanda dunia bado inasubiri.